tazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari na sasa, tuungane naye nizi ya Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari katika biashara, sekta binafsi zinatakiwa kushirikiana na serikali katika uwekezaji. Asante sana Miriam Mlaponi, na mtazamaji. Kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa katibu mkuu wa wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ametoa wito kwa sekta binafsi kushirikiana na serikali katika kuwekeza kwenye sekta za wizara hiyo. Msigwa ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akifungua mafunzo kuhusu ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP kwa watendaji wa kuwa wizara hiyo katika ofisi za wizara hiyo zilizopo Mtumba amesema kuwa lengo la mafunzo hayo ni kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo na kuongeza ufanisi wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 inayokwenda sambamba na maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa akisisitiza sekta binafsi kushiriki katika malengo hayo. Tunahitaji sana ushiriki wa sekta binafsi kwa sababu serikali peke yake haiwezi ikafanya kazi ya kuwekeza kwenye miundombinu yote ya michezo, na duniani kote tunakopita, miundombinu ya michezo na burudani ni kazi inayofanywa na sekta binafsi kwa ushirikiano na serikali. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wadau wetu mbalimbali, sekta binafsi, wa wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi, tujitokeze kushirikiana na serikali katika uwekezaji kwenye sekta ya michezo na burudani. Tujitokeze kwa wingi kwa sababu ni maeneo ambayo kwanza yana biashara. Wachakataji wa mazao ya samaki na dagaa wameeleza kuwa kwa muda mrefu walitegemea mbinu za kienyeji kama kuanika chini na kubanika kwa kuni, hali iliyosababisha bidhaa zao kukosa ubora unaohitajika kwenye soko la ndani na nje ya nchi. Baadhi yao wameeleza changamoto walizokutana nazo katika mchakato wa uzalishaji kutokana na kukosa zana bora. Tunaanika chini dagaa wetu na samaki wetu, tulikuwa tunawakausha kwa kutumia miti na kuni ya aina mbalimbali tusizojua athari zake, tulikuwa tunapata hasara, mpaka tunadaiwa, mpaka wengine walikuwa anauziwa majumba mfano kichukua mkopo. Alafu hata serikali ilikuwa iwezi kutukopesha kwa sababu biashara yetu ilikuwa ina uhakika. Kupitia mradi wa Fish for ACP unaofadhiliwa na FAO, wachakataji hao wamepatiwa mafunzo ya mbinu salama zenye kuzingatia viwango vya kimataifa ikiwemo matumizi ya teknolojia rahisi na mazingira safi ya ukaushaji yasiyo na vumbi, wadudu na unyevunyevu. Mafunzo haya yamewasaidia kuboresha bidhaa zao na kufikia ubora unaokubalika kwenye masoko mbalimbali. mbali. Sasa hivi tumepata masora tenti ambayo haya yanafaa sana kwa sababu nanika dagaa ndani ya tenti, kitu ambacho dagaa haiwezi kufikiwa na wadudu kama nzi, vumbi kwa ayuwezi kudaga, ayuwezi na takataka zingine, kwa hiyo tume advance sana ukilinganisha na kule tulikotoka Mwanza. Wanasema kuwa baada ya maboresho hayo, wameanza kusafirisha mazao nje ya nchi na mzunguko wa biashara umeongezeka, jambo lililoongezea kipato. Huku wataalamu kutoka vio na mashirika mbalimbali mbali wamesisitiza kuwa elimu hiyo imekuwa chachu ya mabadiliko muhimu, huku serikali ikiendelea kuwafuatilia ili kuhakikisha wanatimiza malengo ya uboreshaji wa sekta. Lengo hasa la kuwakutanisha hapa na wao wapate kujifunza na kuelewa umuhimu wa kukidhi viwango katika uchakataji ambao wanafanya katika bidhaa za dagaa na samaki. Wachakataji tayari wameshaimarishwa vizuri, mifumo yao ya biashara imetengenezwa vizuri, lakini pia wanajua jinsi gani sheria za wenzetu zinavyosema ili zi waweze kupeleka bidhaa nzuri. Na licha ya hali ya usalama kuendelea kurejea na kuimarika katika maeneo mbalimbali mbali nchini, baadhi ya wafanyabiashara wameelezea malalamiko yao kuhusu kupungua kwa wateja katika shughuli zao za kila siku, wakibainisha kuwa hali hiyo imesababishwa na tishio la maandamano yaliyopangwa kufanyika nchini Disemba 9 mwaka huu kupitia mitandao ya kijamii. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika eneo la stendi ya Makumbusho, wafanyabiashara biashara hao wamesema kuwa kwa sasa wanakabiliwa na changamoto ya idadi ndogo ya wateja wanaohitaji huduma mbalimbali mbali, tofauti na ilivyokuwa kabla ya taarifa kuhusu maandamano hayo kuibuka mitandaoni. Kwa hali ya biashara sasa hivi kweli imekuwa ngumu sana. Yaani tunapambana ila tunashukuru Mungu, kidogo kidogo unapata unakosa, ndio hivyo. Upatikanaji wa abiria ni mgumu, abiria amepungua kutokana na machafuko kidogo ya, ya nchi yalivyokuwa yanaendelea, mambo yamekuwa magumu kidogo. Mwezi wenyewe wa 12 wajua, ndio wakulipa ada kodi za nyumba, ndio kama hivyo unavyoona. Ah, kusema kweli bana, biashara sasa hivi imekuwa ngumu sana. Unaenda mtupu, unaenda abiria wachache, yani abiria wamekuwa wachache. Amna kabisa biliani. Aidha, wafanyabiashara hao wameiomba serikali kuendelea kusikiliza maoni ya makundi mbalimbali hususani mbali vijana ili kuondoa sintofahamu zinazoweza kusababisha kuyumba kwa biashara na kuathiri mwenendo wa uchumi wa nchi. Mimi ushauri wangu kwa serikali ni watusikilize kwanza, alafu na wao pia binafsi waangalie hii hali ya sasa hivi, kwa sababu sio tu kwa sisi daladala, inawezekana ikawa mpaka kwa watu wengine, wafanyabiashara kama sisi nao pia hali zao zimekuwa ni ngumu kwa sasa kwa hiyo cha kufanya hapo, kama serikali itoangalie, kwa namna moja ama nyingine, watusikilize kilio chetu, ili tujue ni wapi pa kufanya, ili tujue tunafanyaje kwa wakati ujao. Shauri kwa serikali ninachokiomba wawasaidie Watanzania, yaani watusaidie, yani kiujumla Tanzania nzima, kwa sababu bila wao sisi hatuwezi, na bila sisi na wao pia hawataweza. Ushauri wangu wa serikali tu waangalie vijana wasi kusupoti e, wa, wa, wa, vijana. Katika hatua nyingine, akitoa taarifa kwa umma kuhusu hali ya usalama nchini, msemaji mkuu wa jeshi la polisi Tanzania David Misime amesema jeshi hilo kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea kuwahakikishia Watanzania kulindwa kwa amani maisha na mali zao, huku likifuatilia kwa karibu taarifa zinazosambaa mitandaoni. Aidha, tuendelee kuwakataa na kuyakataa yale yote yenye mwelekeo wa kiuchonganishi, uzushi, uongo, kutujengea chuki baina yetu, kuhamasisha kufanya vurugu na kuvunja sheria za nchi. Hata tunapotumiwa kupitia mitandao kutoka katika makundi mbalimbali mbali, tusisambaze, badala yake tuzifute kabisa delete, na pale wanapotufuata ana kwa ana tuwakatae, pamoja na ushawishi wao. Kila mmoja aendelee kufanya shughuli zake halali bila hofu, kwa sababu nchi yenu mnayoendelea kuilinda kwa ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama ipo salama, huku serikali na vyombo vya ulinzi vikiendelea kuhakikisha utulivu unarejea. Wafanyabiashara wanatumaini kuwa shughuli za kiuchumi zitarejea katika mtiririko wa kawaida ili kuruhusu wananchi kuendelea kujipatia kipato bila hofu. Asante sana mtazamaji, na miriamu Mumlaponi, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana nizi ya masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, ni tv habari na mimi ni Miriam Mumlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na kusomwa kwenu na roman Shirima. Mimi ni Miriam Mumlaponi. Asante na endelea kuwa nasi.